Watu wajuage hey, eto nimemnunulia gari siju wameweka mastari mekundu siui nini hey. Wale siwakuja wamekuja mjini hivyo mimi mtoto mm -hmm. wa Kiislamu kweli, nimwite mke wangu ni mnadi mbele pale nimemnunulia gari, kumbe utavomwona akaendesha ndio utajua tayari, mkubwa akamaliza. hey. mm -hmm lakini kuna dinadi lakini, unaweza kumzuia mtu anachotaka kukifanya. Ofisi kamera, anauza magari, kuimba mchezo, asikae na bosi wake, anauza magari, anajitegemea. Aivopendeza njoo, Ruge njoo, unaona navopendeza njoo Oo, tofauti na zamani, yule anavaa mazahabu lakini huyu kamvalisha baba za kumvalisha huyu, yeye mwenye kazi mashati kwenye gari ndani, ipo pendeza. Unaea na habari Ruge Ruge, kuwa mkweli alishinda Ah, ah, shida mimi ndo nimemleta nah. Yuko ofisini kamkabizi yeah. Mziki vipi unavyoona, yeah, mziki, mziki anaendelea, anauza magari, ajibu yeye mwenyewe, bwana mziki fresh mpaka dakika na iandaa na iachia soon. Inasemekana Dogo Lema anapendelewa sana kuliko <laughs> apendelewe mtu yoyote, ni mifumo wako pamoja sopia dogo zangu mwanzo analia nalia Hawamkumbuki <laughs> analia <todakana> mimi nampa wewe usiniuzi utaondoka, kwani kama unaonewa kakaza." Hey. Mm. Mm. Mishe mishe nini watoto mm, ni watoto wakali pisikali, anaenda maklabu Masaki ndo swaga zake, wewe vita kwenye gari lina hela dalali darari Magomeni, nakujua maisha yako, ulikimbia kwa laki mbili <laughs> <laughs> njomba, leo neno lako kubwa kwa rafiki yako mshikaji wako ambaye unashirikiana naye kwenye biashara, siku yake ya kuzaliwa nilipi tumaliza labda nikwambie leo ni siku yake ya kuzaliwa, Mungu akambariki

Kufanya chochote kwa sababu haamini maisha yake mm. Miaka nyuma alikuwa anafanya hivi vitu. Baada tu ibada kumsogelea, maki riziki ni ibada. Imemsogelea ndo kidogo naye anakumbuka. Lakini muulizeni mwanzo alikuwa anafanya vipi? Hebu mwambie tuonyeshe picha za zamani, basi leo ifanya Morogoro. Umegawa hata jeneza moja? Eh, Maki sasa alikuwa anauza majeneza, uligawa hata majeneza kwa wafiwa? Thubutu. Yule hana woya. Bora mimi mleteni kalamu naandika chochote hapa, angalau elfu si napanda bandana. Na nilikuwa na leader, sijui chochote. Leader siku msiboneleo na, sijui chochote nyinyi. <laughs> <chuchote. laughs> <laughs> <laughs> Oya unajua na kongeni kama surprise isa samani Samani sana naomba tuambie walimu wako watatu wa darasa la tatu na darasa la saba Mimi nakumbuka walimu wangu mwalimu Gereshapu huyo wa ngapi darasa la 7 mwalimu Gereshapu ana nasifu alikuwa anafundisha darasa la 7 lakini namkumbuka alikuwa darasa la saba anafundisha la 3 alikuwa anafundisha somo gani? Geografia. darasa la 3. Eh mimi mbaya geografia sana Wewe?

kuna namna ambavyo mm. kuna kitu lazima utakao likiruka ambacho kimsingi kinakuwa ni wao walikuwa wanakihitaji, mimi siwezi kujua mahitaji yao ya moja kwa moja, lakini msingi mkuu ni fedha siku zote, kwa hiyo, eh, moja kwa moja kwa kampuni ya Tambu Motors tuliamua kuchanga, mimi na ndugu yangu Dotto, Dotto alitoa laki tano na mimi nikatoa laki tano, kwa hiyo hapo tunataka tuikabidhi milioni moja, eh, mbele ya hapa ndio habari. Yule mpambe wa Dotto yuko wapi? Pesa ile hapa, kwa hiyo ndugu yangu tunakukabidhi mm. mm. e, kwa... yeah, hii pia Mheshimiwa, hii hapa laki tano yangu, laki tano yake. Mungu akubariki <laughs> Mungu akupe maisha marefu. Lakini Dotto, unaruhusiwa kuongeza sababu wewe Mwenyezi Mungu amekubariki, umekuwa umekuwa tajiri. Namshukuru Mungu nimekutoa, kwa hiyo unaweza katoa hela nyingi zaidi ukaongezea hapa. Karibu <laughs> Dotto Magari <laughs> Zamani.